Kama unapata hezi mara mbili, yani unaingia uh, kwenye siku zako mara mbili ndani ya mwezi mmoja basi hizi ndo sababu. Wengi wamekuwa wakituuliza sababu. Sababu namba moja ni mabadiliko ya homoni, homoni imbalance, especially homoni ya progesterone na estrogen. Zikitokea hazipo sawa, basi unaweza ukapata siku zako mara mbili, lakini pia damu ikatoka nyingi. Namba mbili ni msongo wa mawazo. Unapokuwa na stress, huwa inaathiri mfumo wa homoni moja kwa moja, kwa hiyo inasababisha hezi yako kuweza kuvurugika. Namba tatu tunasema ni wale wanaotumia njia za uzazi wa mpango za kisasa, wanatumia vidonge, sindano, kitanzi, huwa inabadilisha ule mzunguko wa damu. Kwa nini? Kwa sababu inabadilisha zile homoni, inafanya zile homoni ziweze kuvurugika. Uvimbe kwenye kizazi, hiyo inajulikana moja kwa moja. Kizazi kikishabadiliki, kishavurugika, basi huwa inapeleka unapokuwa na uvimbe kwenye kizazi, huwa kinabadilika, kinavuruga homoni, kinavuruga mji wa mimba, hivyo pelekea mwezi um, yako kuweza kubadilika. Maambukizi kizazi na uzazi, PID, mpanga UTI, hatari kwa afya yako. Lakini pia umri wa kubale au kuelekea kukoma hedhi, wengi wanaoelekea kukoma hedhi siku zao, au wanaweza wakawa wanaingia mara mbili kwenye siku zao, mara mbili kwa mwezi. Lakini pia wale ambao ndo wametoka kubale wamebalehe, yani, wanaweza wa kuingia kwenye mwezi mara mbili. Kama utakuwa na swali lolote, wasiliane na Daktari Jimmy leo kupata msaada zaidi. Karibu.